Pamoja na hotuba hii ninawasilisha vitabu vya taarifa hali ya uchumi kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025/26. Taarifa hizi mbili ndio msingi wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025/26 ambayo Mheshimiwa waziri wa, wa fedha atawasilisha katika bunge lako tukufu baadaye leo alasiri. Mheshimiwa Spika, tumewaswa kuwa kila tunapopata fursa hatuna budi kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu ambao wameleta tofauti katika maisha yetu na katika jamii zetu. Katika kushukuru, kuna baraka na kuna furaha. Ninamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, baraka na fadhila zake kwangu iliyoniwezesha kusimama hapa mbele kuwasilisha taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025/2026 ikiwa ni mara ya pili kama waziri wa nchi, ofisi ya rais, mpango na uwekezaji, na mara ya mwisho katika bunge hili la 12 Mheshimiwa spika ninapenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mambo mengi lakini niruhusu niyataje matatu tu Mosi ninamshukuru sana Mheshimiwa rais kwa jinsi alivyoniamini na kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji na, na hivyo kunipa kunifanya kuwa sehemu ya timu yake muhimu ya kutafsiri na kutekeleza maono ya serikali yake. Ni nafasi hii ambayo leo imenipa fursa ya kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu na kuwasilisha hotuba hii. Pili, niendelee kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza taifa letu kwa weledi, umahiri na utulivu mkubwa katika kipindi chake cha miaka minne, Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan ameonyesha weledi, umahiri, uthabiti, uimara, uadilifu na uzalendo wa hali ya juu kwa nchi yake. Kupitia falsafa yake ya 4R ameendelea kujenga maridhiano mapana ya kijamii na kisiasa na kuweka mazingira sawia ya kufanya siasa kwa vyama vyote nchini, ndio reconciliation hiyo. Ametoa uhuru wa kutoa maoni, huku akionyesha usalimivu wa hali ya juu Ndiyo hiyo resilience. Kiongozi wetu ameleta mageuzi makubwa katika kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni sehemu ya hiyo reform. Ameimarisha sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na madini na kuwapa matumaini mapya mamilioni ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wachimbaji wadogo wa madini. Hakika anaijenga upya nchi yetu, ambao ndio rebuilding. Na kupitia uongozi wake, serikali yetu na nchi yetu imeendelea kuimarisha amani utulivu na usalama. Tatu, Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kupata tuzo nyingi tangu awe rais, lakini kwa kipekee na kwa muktadha wa leo, ninaomba nimpongeze sana kwa kuweka historia ya kipekee ya kutunukiwa tuzo maalum na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika aidha namshukuru Mheshimiwa dr Hussein ali mwinyi rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa uongozi wake mahiri na jitihada zake kubwa anazozifanya katika kuendelea kuijenga zanzibar yenye maendeleo makubwa Mheshimiwa spika napenda kuwashukuru Mheshimiwa dr Philip Idhori mpango makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa kasimu majaliwa majaliwa mbunge waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa tanzania na Mheshimiwa dr doto mashaka biteko mbunge naibu waziri mkuu na waziri wa, wa nishati kwa maelekezo na miongozo yao kwetu na kazi kubwa wanazofanya katika kumsaidia Mheshimiwa rais kuongoza nchi yetu vyema. Mheshimiwa Spika, ninaomba kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Spika kwa kuliongoza vizuri sana Bunge hili la kumi na mbili. Katika kipindi chako chote cha kuongoza bunge hili umejitahidi sana kutenda haki kwa wabunge wote bila kujali hali na nafasi zao. Aidha ulijitahidi ulijitahidi kulitendea bunge, serikali na wananchi haki. Pale ambapo serikali ilipaswa kuonywa, kuelekezwa na kuwajibishwa, hukusita kufanya hivyo, na pale ambapo serikali ilistahili kupongezwa, ulifanya hivyo bila kusita. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, ulitenda haki. Wewe ni mtenda haki. Mheshimiwa Spika, umeweka historia ya kutukuka, ya kutukuka kwa Bunge hili la kumi na mbili uliloongoza kwa kutoa tuzo maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango wake katika kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu.